Karibu msikilizaji, karibu napotufuatilia kwenye mitandao ya kijamii wakati huu. Ni mjadala. Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alitoa kitisho kipya cha kuingilia kijeshi Nigeria kwa madai kwamba Wakristo kwa mauaji ya kupanga dhidi ya Wakristo. Seneta maarufu na mshirika wa Trump, Ted Cruz, ameongoza makundi yanayotoa madai hayo akisema tangu mwaka elfu mbili na tisa zaidi ya wa Wakristo elfu hamsini wameuawa na zaidi ya makanisa elfu kumi na manane na shule elfu mbili za Kikristo zimechomwa moto. Nigeria yenye wakazi milioni mia mbili na thelathini imegawanywa kwa usawa kati ya kusini mwa nchi ambako kuna Wakristo wengi, huku Waislamu walio wengi wakiishi kaskazini. Wakati madai haya yakizidi kushika kasi huku serikali ya Nigeria ikiakana vikali, ukweli ni upi? Na je, hali ya usalama Nigeria ikoje? Huu ndio mjadala wetu leo, na hapa studioni namkaribisha Crispin, Crispin Mwakideu, mwandishi mwenzetu huyo kutoka idhaa ya Kiingereza, na Mubelwa Mube Bandio, mwandishi wa habari na mchambuzi aliyoko Maryland, Marekani. Karibuni sana. Asante, asante sana. Asante. Naanza nawe Bandio, kipi hasa kinataka kina kumpeleka Trump Nigeria na ni kwa nini sasa? Kwa sababu ni madai ambayo yanaendelea kutolewa eh, ila yanakanwa na serikali ya Nigeria ambayo imesema huu ni upotoshaji mkubwa wa ukweli. Kuna mengine nyuma ya pazia? Nafikiri nkujaribu na kuungwa mkono hasa, hasa nchini Marekani. Kwanza tusiondoa ukweli kwamba licha ya azma yake ya kisiasa ya kutoka kuonekana kwamba sio uh, tu ni mtu ambaye anatetea masilahi, lakini kuna mambo kadhaa. Ukweli wa kwanza ni kwamba kuna watu wanauawa nchini Nigeria, na hii haijalishi wao ni Wakristo au wa Waislamu. Kuna watu ambao wanauawa tena kikatili, na si sehemu ya mapigano, hawako katika kundi lolote, ambao wanakamata kwa mateka. Kwa hiyo hilo jambo ambalo linatakiwa kusitishwa. Um, kuna msaada wote unaweza ukatolewa, uh, um, unatakiwa utolewe ili mauaji haya yakome. Changamoto iliyopo ni kwamba inaonekana namna ambavyo mauaji haya yanajaribu ku, ku, kuwekwa ama taswira inayojengwa ina juu ya mauaji um, haya kwa hapa nchini Marekani, inaonekana Trump ana bu sasa kuanza kupata uungwaji mkono ambao anaanza kupoteza miongoni mwa wale ambao wanaitwa um, baadhi ya, ya, ya. Uh, Wakristo wa ambao wa wamekuwa wakimuunga mkono kwa muda mrefu. Kwa hiyo uh, ukweli kwamba mauaji haya yametokea uh, alizungumza hivyo hivyo alipokuwa akizungumza uh, kuhusiana na Afrika ya Kusini alipokuwa anataka kujaribu ku, kuenda kuwaleta hapa nchini Marekani. Kwa hiyo ametumia karata ya dini kuweza ku, uh, kurejesha kundi ambalo lilikuwa linaanza kumomonyoka katika uungwaji mkono hapa nchini Marekani, na kwa mm. -hmm. kiasi fulani nafikiri ameligusa, amel, amelazimisha, ame kile ambacho wanakiamini amezungumza, vile ambavyo ametaka wao waamini, na kwa bahati mbaya sana wa Marik Wamarekani wengi sasa hivi kidogo ni tofauti, lakini ile miaka sisi tunafika hawakuwa ni watu ambao walikuwa wanajiridhisha, walikuwa wanapokea kile ambacho wanapewa hasa na kiongozi wao kwao. Wapo ambao wamekimbia na hiyo na wamesikia jana, hata Nicki Minaj amekwenda kuzungumza katika umoja mm, wa Mataifa akiunga mkono akiamini kwamba Wakristo wengi wanawawa nchini Nigeria, hata kama takwimu zinaonyesha tofauti kidogo. Inaonekana kwa... nyuma ni ni pazia ni kutafuta kama uungwaji mkono hivi uungwaji mkono, lakini ni wengi kiasi gani hata kufikia hatua hii kwamba anataka kuivamia nchi kijeshi, kwa sababu anausaka uungwaji mkono? Ni wengi kiasi gani... Wa Nigeria, wa Nigeria Wakristu nchini humo ambao anataka wamuunge mkono kwa namna moja ama nyingine, kwa kifupi tafadhali si Wanigeria wa Wakristo bali kuna makundi ya Wakristo hapa um, mm -hmm. Evangelicals wanaitwa Evangelical Christians mm -hmm. ambao wao wanaamini katika swala hiyo, kwa hiyo wale ni watu ambao watakwenda kumpiga kamera, watakwenda kumuunga mkono katika makanisa yao, hajali chochote mm -hmm. kuhusiana na Wanigeria, na sidhani kama amekutana na Mnigeria yoyote, ni Wamarekani wa hapa ndio maana anatumia karata ya twende, Wakristo wenzetu wachokitafuta mm -hmm. Ha, hana mpango na, na Wanigeria na sidhani hata kama amekutana nao hapa mm -hmm. e anataka Wakristo conservative wale wanaitwa um, uh, Wakristo conservative walioko hapa waunge mkono kwa sababu wanaamini kwamba anachokifanya, wao wataamini kwa ni kuunga mkono eh, Crispin, umekuwa ukifuatilia ma mambo yanavyoendelea Nigeria. Kwanza ninataka kusikia yapo mashambulizi dhidi ya Wakristo nchini Nigeria yanatokea? yeah, uh, lakini siwe... nakubaliana na Mobelwa kwamba ingawaje kuna mashambulizi dhidi ya Wakristo mm. uh, ni tuseme Wanigeria wote maanake, mm -hmm. Nigeria imekuwa na changamoto ya usalama kwa muda mrefu, kwa hivyo si, si kitu kipya, lakini kwa sababu imekuja sasa hii uh, taarifa kwamba uh, makanisa yanavamiwa ama wakristo wanauawa wachache, siwezi sema kwamba yani ni wana, wanakuwa targeted lakini sasa imechukuliwa, imekuwa ni kama big news ulimwengu mzima, na Trump akiwa rais wa, wa Marekani mm. chochote anachosema watu wanachukua mm -hmm kama news, kwa hivyo imekuwa sasa imekuwa ni, ni, ni story kubwa, lakini ukiangalia kwa undani, serikali imekanusha waziri wao wa, wa mambo ya kigeni wa amekanusha, wataalamu wengi pia wanakanusha habari hizo. Kwa hivyo ingawa kunayo ndio kunayo mauaji ya Wakristo, lakini ukiangalia kwa upande mwingine pia Waislamu wanauawa, wale ambao hawana dini wanauawa. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba kweli ni Wakristo peke yao ambao wana, wana kuwa targeted. Kwa hiyo si kwamba anataka ana kuisaidia Nigeria kupata usalama, kufikia usalama ama kuwa na usalama kwa sababu ukiangalia si tu Wakristo, hata wewe mwenyewe umesema kwamba si tu Wakristu wanaolengwa hapa no. E, hata baadhi ya wachambuzi wana, wanasema si tu uh, Wakristu bali madhehebu mengine, ili mradi tu unapingana na yale matakwa ya makundi ya jihadi. Wapo wachambuzi wanaodai kwamba e, Mobelo amezungumzia anatafuta uungwaji mkono, lakini wapo wanaosema pengine anatafuta sasa kuingia kwenye e, hifadhi ya mafuta ya Nigeria. Unasemaje? Hilo ni swali gumu la kusema kwa sababu uh, ukiangalia kweli uh, Marekani huwa inaingilia nchi ambazo ziko na rasilimali mm -hmm. Saizi wako Venezuela vile vile mm -hmm. Wanasema wana wanapigana wana na watu ambao wana, wana um, leta mihadarati ndani ya nchi uh, lakini tunajua kwamba Venezuela pia wako na mafuta uh, na nchi nyingi ambazo huwa wanajihusisha nazo ni nchi ambazo ziko na rasilimali mm -hmm. Mafuta ama iwe ni madini ama mambo kama hayo, kwa hivyo kwangu mimi ni vigumu kusema, lakini kwa kweli ni kwamba ameunga mkono uh, evangelicals, ama wale ambao wanasukuma hiyo, hiyo um, narrative kwamba kuna mauaji ya Wakristo ndani ya Nigeria. Ame, amechukua hiyo na anasema kwamba yeye ako tayari mm. kuenda kuwa um, uh, uh, uh, uh, kuingia ndani ya Nigeria hata kama ni, ni, ni kutumia wanajeshi okay. ili kwenda kuwasaidia Wakristo kwa nchi ya Nigeria. mmhm kwa kifupi, Crispin, nafikiri hapo na, ehh na, fiho na, na, na, na kama naweza nikaongezea Lilian ni kwamba mm. wasiwasi wa watu kuhusiana na hilo ni kwamba unapoangalia mauaji yanapoendelea mapigano yanayoendelea kwa mfano maeneo kama Ukraine mm. amesema kwamba hataki Marekani waweke waweke wanajeshi wake pale mm. lakini yuko tayari kuweka wanajeshi nchini Nigeria, na tunajua sehemu yoyote ambayo Marekani anakuwepo na ndio maana watu wanaweza kupata wasiwasi kwamba lazima kuna kitu zaidi yako hapa Marekani mm. na wanataka kuungwa mkono, lakini watu wanaisi chini ya pazia katika vita ambavyo watu wamekuwa waki-wakiomba msaada wako na unaweza ukasitisha Gaza ambapo ungeweza kusitisha uh, Ukraine mm. umesema amesema, siwezi nikapeleka wanajeshi mm. naweza nikawachangia, alafu nchi nyingine zichangia wanajeshi, lakini huku amesema niko tayari kupeleka. Ukumbuke sio tu kwamba anapoingia katika ile nchi huwa ni ngumu yeye kutoka tu hivi hivi, lakini anaingia katika nchi ambayo mfumo umesambaratika, kwa hiyo hamna mtu ambaye anaweza akaangalia uwajibishaji ambao unaweza ukatokea, na ndio maana baadhi ya watu wanahisi kwamba kuna zaidi ya uungwaji mkono, pengine kuna mm -hmm. wanataka kuingia mm -hmm. kwenye mafuta yao mm -hmm. na mobelo, unadhani inawezekana Trump akaingia kweli kijeshi Nigeria? Kwa sasa sidhani kama itawezekana. Yuko kwenye, kwenye hali mbaya, hasa katika uungwaji mkono. Baadhi ya watu wamekuwa wakimshutumu waki wanadhani hajali. Kumekuwa kuna mgawanyiko ndani ya chama chake mm, mgawanyiko ndani ya Republicans wenyewe, wakisema kwamba hiyo Air Force One inaweza ikabaki hapa nchini Marekani, kwa sababu amekuwa akiruka mara kwa mara. Aliingia kama mtu ambaye anataka kutotoa katika vita, anajisifia kama mtu ambaye hataki kujihusisha na masuala ya vita, lakini sasa wanaanza kumwona kama vile yeye ni mtu wa kutaka migogoro, sio tu kujaribu kutatua migogoro isiyo mhusu, lakini sasa wanaanza kuhisi kwamba anataka kuanzisha migogoro. Nafikiri, mm, hatopata uungwaji mkono na hasa kashfa ambazo zinaendelea hivi sasa, lakini ataendelea kusukuma kwa sababu um, nalesu paendelee kumomonyoka katika uungwaji mkono wa chama cha Republican, ndiyo ambalo limetokea katika wiki iliyopita. Nafikiri kama itaendelea hivi hataweza kupata uungwaji mkono wa kufanya kitu kingine chochote nje ya nchi, hasa inapokuja suala la kuruhusu uungwaji uh, vita, kwa sababu hakuna masilahi ya Marekani ambayo yako shakani zaidi ya kusema kwamba kaka zetu na dada zetu wa Kristo wanateseka kule, kitu ambacho angeweza kusaidia kama alivyofanya kwingine. Watamwambia, ninaamini watakachomwambia ni kwamba unganisha nguvu, tafuta watu wengine ta, sukuma Umoja wa Afrika, mm, uweze kushughulikia kama ambavyo walikuwa wanasukuma NATO, mm, washughulikia Ukraine. Chris, maafisa wa Nigeria wanalaumiwa sana kulingana na, ba na baadhi ya wafuatiliaji, lakini pia Senator Cruz anasema kwamba wanayapuuza madai na wao ndio haswa wachochiaji wa mzozo ambao unaendelea nchini humo. Kivipi unadhani? Sidhani. Wajua, mm-hmm. Nilivyosema pale mwanzoni kwamba Nigeria wamekuwa na changamoto ya usalama kwa muda mrefu, ni miaka mingi, na changamoto hii inatokana na kwamba hiyo nchi ni kubwa. Hiyo nchi ni kubwa na imekuwa na na tuseme kama mgawanyiko ulipoanza umesema kwamba ukiangalia magharibi kuna Waislamu wengi yeah. Kusini kuna Wakristo yeah. wengi. Hiyo kanda ya kati wamechanganyikana, kuna wale ambao wanalima wana, wana ni wakulima na kuna wale ambao wanafuga mifugo mm -hmm. Sasa kumekuwa na, na, na vurugu kwa muda mrefu sana, na kusema kwamba sasa kwamba um, wa, wa, wa, wa, watu ambao wana, wana, wa, wa, wako na responsibility ya usalama mm -hmm. kwamba hawafanyi kazi yao sioni kwamba ni sawa maanake wanajaribu, lakini unakuta kwamba hiyo nchi vile ilivyo kubwa, na kuna watu ambao tayari kwa muda mrefu kama hao ambao wanaao magaidi wa, wa Boko Haram ama, uh, uh, magaidi wengine wamekuwa tayari wako na silaha kwa muda mrefu, kwa hivyo inakuwa pia si rahisi vile kuleta usalama katika yao hayo maeneo mm, sio kwamba kitu kinaweza kikafanyika kwa muda mfupi. Haiwezekani. Na taarifa zinasema jana, nakumbuka, kulikuwa na taarifa zinazosema kumeanzishwa mazungumzo baina ya mataifa hayo mawili, kulingana na maafisa wa Nigeria kwamba eh, waangalie namna gani wanaweza kushirikiana. Lakini ukiangalia, mmejaribu kugusia wote wawili kwamba Trump yeye huwa anaangalia maslahi zaidi. Unadhani nini kitarajiwe katika mazungumzo haya? Crispin, kwa kifupi alafu nitakwenda kwa Mombelo. Nadhani kuna kitu kimoja ambacho umesahau ku kusema hapa ni kwamba mwanzo mm, kabisa Trump alikuwa ameuliza Nigeria pia wachukue wale wahamiaji ambao um, hawataki kule, kule Marekani mm, mm, uh, na Nigeria wakakataa. Kumbuka kwamba Ghana walikubali, South Sudan wamekubali na nchi kadhaa um, uh, ikiwa, ikiwa pamoja na Eswatini, ndio kwa hivyo labda hilo swala pia litazungumziwa kwamba Nigeria waweze kukubali kukubali ambao wale wahamiaji ambao Trump hawataki ku um, wawe katika wabaki katika nchi yake hilo ni suala ambalo linaweza kuwa, kuwa katika, katika mjadala. Alafu mbali na hapo pia, uh, kuimarisha usalama katika hayo maeneo ambao kuna Wakristo wengi uh, ni jambo ambalo labda pia walitazungumziwa um, na labda, labda pia waongee wa, wa kuhusu um, vile watakuwa wakisaidiana katika, katika hali ya, ya kupeana Um, uh, uh, intelligence, taarifa za kijasusi eh, kati ya hizo nchi mbili, kati ya hizo nchi mbili Ndi. Mubelwa kwa kifupi kutarajiwe nini? Ni ile ile nipe ni kupe. Ehiyo ndiyo itakuwa sera Trump, mara zote imekuwa Marekani kwanza. Hiyo mm. ni katika kuwekeana tariffs, kuwekeana chochote, amesema kwamba ni Marekani kwanza. Kwa hiyo mm. kuna kuna wakati ambao nafikiri nchi nyingi na zinakuwa zikifanya naye mazungumzo ili kuondoa pressure ya, ya kile ambacho anakuwa anakitishia, kama ambavyo wamefanya, tumeona kwa, kwa, kwa Russia nilizungumza hapa, na ndicho ambacho kilitokea. Na nchi nyingine nafikiri wataongea naye, wataweza kuangalia nini wanaweza wakafanya naye ili kuweza kuzuia uh, mwingiliano wa Marekani nchini nchini Nigeria, kwa sababu wanajua kwamba kinachompeleka si kutafuta amani ya Nigeria, ila ni kile anachosema kuna kutafuta amani ya Wakristo, lakini kuna Waislamu ambao karibu idadi yao ni sawa na hao wengine mm -hmm. Na wao wamekuwa wakiwawa pengine kwa wengi kuliko watu. Kwa hiyo watatafuta namna na mazungumzo ma, Trump atakwenda na mazungumzo ya kutaka maslahi ya Marekani yawekwe mbele. Ni Nigeria ambao wanatakiwa kutambua kwamba ni nini wazungumze naye ili kusitisha jambo gani, kwa sababu kuingia kwa Marekani nchini Nigeria hakutokuwa na faida kwa amani ya jumla. Tumeiona Libya, tumeiona mm -hmm. Iraq, Afghanistan mm -hmm. na sehemu nyingine. Asante mm -hmm. Asante sana Mobelwa, muda wote umetuishia. Asante sana Crispin, kwa na kwa kuungana nasi nani na kushukuru sana.